Ili tanikelituchwe sitikuchwa neno la Mungu ilikuche katika neno la Mungu. Bwana sifiwe. Kwa hivyo, natumaini kwamba umekuwa na wiki njema, ukia baraka na kwamba pia nashukuru Mungu kwa uzima, kwa afya ambayo anazidi kutupa. Kwa hivyo lezakeli chini Sana kwa na shukuru mchungaji sana kwenye nafasi nyingine ambayo amenipa ilipo kitu kuzungumza na na nyinyi kuhusu neno la Mungu. Kwa hivyo kuna topic ambako tunaendelea na last time ama wakati ambao uliopita, Kuhusu kuhusu dhana ya ukombozi. Kuhusu dhana ya ukombozi. Kwa hivyo leo tunaweza kuwa nakuwa Pati 1B, Pati 1B dhana ya ukombozi kama tunaona kwamba Kristo, na kuna dana tofauti tofauti sana kuhusu ukombozi, kuna dana tofauti sana kuhusu ukombozi. Kwa hiyo unapata kuuliza Kristo, ukombozi ni mtu, atakwambia tofauti vile anafahamu, mwingine pia atakwambia vile anajua tunapata mingi mingi sana ni nje na maandiko, ama ikubaliani na maandiko, ama iende sawa na maandiko kama neno la Mungu. Kwa hivyo ni nzuri sana pia tujue ukombozi kulingana na maandiko, ama kuhusu maandiko vile na inasema. Kwa hivyo ni nzuri pia turuhusu maandiko ituelekeze, ituelekeze, tujue ukombozi ni nini kombozi ni nini. tuna naishi na, na, na mawazo yetu, fikra zetu, kama ufahamu wetu kwamba ni kwa kwa mimi nafahamu kombozi ni hivyo na hivyo, najua si mapenzi ya Mungu. Mungu anataka lake ndio, kwa sababu kwamba Mungu lake neno lake, mawazo yetu ikubaliane na neno la Mungu si kwamba so, tineno la Mungu kubaliana na mawazi yetu, bila mawazi yetu kuendana kubaliana na neno la Mungu ani kwa, kwa neno la Mungu kwa hivyo ni mzuri sana pia, pia kufahamu neno la Mungu ama kuendana na mawazi ya neno la Mungu kwa hivyo tukasoma baadaye baadaye mia moja kumi na saba Baadaye moja kumi na saba ubadia zasomewa, ubadia moja kumi na saba simabali, katika mlima sayoni watakuwa kwenye kuokoka na utakuwa mtakatifu, na nyumba ya kobo watamiliki miliki zao.

and there shall be holiness and the house of Jacob shall possess their possession. Kwa hivyo deliverance tuka kwa siriwa mitumia kama kuokoka. Kwa hivyo deliverance ambayo ni ukombozi ndesimba hivyo na kuokoka si kwamba ni tofauti. Ni sawa tunakwamba na kuokoka. Kwa hivyo hakuna tofauti ya kuokoka kwenyewe kwa kwa ukombozi ama kuokoka kwenyewe ndiyo deliverance. Ma salvation is the deliverance.

kuhusu Kristo, ilikuwa inaangalia kuhusu Kristo, kile ambacho Kristo atakuja kifanya. Kwa hivyo tukaona kwamba pia kuna nabii yote ya agano la kale ilitimizwa katika Kristo Yesu, kuna nabii yote ya agano la kale ilitimiza katika Kristo Yesu Unabii ya Kristo unabii ya kana nabii mna unabii ambao manabii kana tabiri ilitimiza katika Kristo Yesu, na unabii ya ilikuwa kuhusu Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo, kwa yes. Hiyo kitu kingine ambacho kitambacho kina thibitisho kwamba wale wanabii wa Kristo ni kamba, walikuwa na tabiri kuhusu kila ambacho, kama walikuwa wanaongelea kuhusu kila ambacho Kristo ilikuwa ajio kufanya, ambacho amekitimiza ame katika kufa kusikwa na kufuka kwake. Kwa hivyo tukasoma pia Luke Luke chapter 24 25 to 26 tukaona vile Yesu alikuwa akielezea maandiko ama akifafanua maandiko. Kwa hivyo inasema kwamba Luke 24 25, Luka kwanzia ishirini na nne Luka ishirini na nne kwanzia ishirini na tano mpaka ishirini na sita enye meo mizito ya kuamini yote waliyoyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya kuingia katika utukufu wake? Kaanza kutoka Musa na manabii wote kawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomuhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo anasema kwa, kwamba kwa hivyo, kwa, enyi msio fahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliyo yasema, ya Kiingereza nasema

and slow of how to believe. Kwa hiyo fursi ameleza Beno Company kwa slow of how to believe. Mbaba Kiswahili, amesema kwambia, enyi enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini. Kwa hiyo kwa kwa kutofahamu pale kwamba nilikuwa na mioyo mizito ya ya kutokuamini ni makosa kuamini. Kwa hiyo napata Yesu kwa na yes kweli zile vile. Ni kwa nini zile vile mioyo yao iko? kwamba hakuamini akaleza ha mbele akasema kwamba akasema kwamba kwa akwambia enyi msafa mwenye mbio msiki ya kuamini yote waliyasema manabii. Kwa hivyo baadaye alikuwa mmoja wapo manabii hapo hivyo ambayo amezungumzia hapo hivyo kwamba waliyasema manabii, je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Kwa hiyo ambayo manabii waliyasema ni kwamba kwamba haikumpasa kum, Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Kunapata kwamba wako wanafahamu, ama alikuwa na moyo mgumu kutoa kuamini yeye, kwamba kumpasa Kristo kupata mateso, upata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Kunapata kwamba watu ambao walikuwa wanafahamu nasema Ndiyo katika mtukufu wake kwanza akaanza kutoka Musa na manabii wote akawaelezea kaelezea katika maandiko yote ambapo mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hivyo akisema kama kuanzia Musa makaanza kutoka Musa, ndio kwamba alianza katika vitabu za Musa. Mbele kuanzia mwanzo vitabu za kwanza tano za Biblia. Hivyo ndio vitabu za Musa. Kwa hivyo anasema kwamba alianza Musa, hapo kuanzia mwanzo. Kienda paka ngidi tuone. Kwa hiyo unapata Yesu alianza kuendelea kwa, kwa sekta kuchaguza. Ndipo akasema akaenda hapo mbele akasema kwamba akaanza kutoka Musa na manabii wote. Kwa hiyo tutakuwa na tamba manabii wote ni kama kina Isaya, kina Samuel. Kwa hiyo unapata wote alielezea lambacho lambacho kwamba haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Kwa hivyo Yesu alianza kuelezea kwa kwamba Kristo Kristo kwamba ipasa Kristo kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Kwa alianza kueleza kuanzia mwanzo kitabu cha Mwanzo mpaka na kitabu cha manabii ambacho ni Isaya, eh, Samuel na na Malaki. Kuna pata yote kwa nieleza kuhusu kwamba yuko mpaswa kupata mateso na kuingia katika utukufu wake. Kwa napata watu kwamba hiyo ndio kwa nafahamu hizo ama na ufahamu kuhusu hilo. Kwa sababu tumeandika lakini hapana

Yesu Kristo kila ambacho Yesu atakuja kufanya katika kufa kufa kuziko na kufuka kwake. Kufa kuziko na kufuka kwake. Tumetokuona pia Biblia uh, alikuwa anaelezea maandiko. Tupata kwamba pia Yesu alikuwa na, kwa nini nasema andika kwa muktadha, kama alikuwa anafuata muktadha na pia alitumia, tupata kwamba alitumia Biblia Musa na manabii, sio kwamba alikuja na Biblia yake makaanza kueleza, kama alikuwa anaeleza kuhusu na mwazaka hapa, na tumetumia vitabu za Musa na manabii kueleza kile ambacho kwamba ikumpasa Kristo kufa na kupata mateso, ikumpasa Kristo kupata mateso na kwa kwake kwa, na pata kwamba alitumia Biblia ya Musa na manabii, sio kwamba anakuja na Biblia yake kama kutoka mbinguni na mapiko kwa, sio kwamba alikuwa anaeleza kuhusu

Pana Biblia nasema kwa pamoja wote. Na Filipi nasema na, kwa muktadha. Kwa hiyo kwa pia muktadha ni, pia unazingatia kila ambacho hivi kila ambacho maandishi yanaelezea, kila ambacho ana ana watu ambao alikuwa anazungumza nao, alikuwa anazungumzia nini. Kwa hiyo unazingatia pia pia ni hadi unazingatia post text na pre text. Kwa hiyo kama kama hiyo ya, ya nipesoma badia pia kutakuelezea ana kupata story ya muktadha unasoma before maandiko ya kabla hiyo na baada ya hiyo, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio kusoma mkutano. Kwa hivyo sio kwamba tuna tunapenda mstari, tunasoma mstari ambao tunaipenda au napenda mstari fulani, sio tunashinda kusoma, hapana. Kwa hivyo Biblia inasoma kwa mtiririko na mimi nasoma yote kwa pamoja. Kwa hivyo tunaona pia Biblia ni kama pia ni story book, kama story. Kwa hivyo ndio kupata story kabla ama kitabu chenye story unasoma yote ndio upate

Kinazungumziwa kwa Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, unasoma yote ndio upate kile ambacho kinaongelewa, kile ambacho kinazungumziwa kwa. Tukiona baadhi ilikuwa mmoja wa manabii wa la kale alitabiri kuhusu Kristo, ama kile ambacho tuje kumpata Kristo Tukaona kwamba pia hiyo, baada ya moja kumi na saba, tukaona kwamba kuna mambo ambayo aiku inamaanisha. Tukaona kwamba isemi kwamba isemi kwamba hatukuja kwa, kwa, kwa, mlima Sayuni utapata ukombozi. Isemu kwamba kuja mlima Sayuni utapata ukombozi. Kwa hiyo kwamba inasema nasemama kina inamaanisha hiyo Kwa hiyo tukaona kwamba aisemi kwamba kwa Mlima Sayuni kutakuwa na ibada ya ukombozi. Haimaanishi kwamba Mlima Sayuni kutakuwa na ibada ya ukombozi sknamaanisho. Kwa hiyo tukaona kwamba aisemi aisemi, ni Mlima Sayuni mahali ambapo ukombozi utakwenda kufanyika Yes, anakwa, sisemi maswali mahali ambapo ukombozi utakuwa inafanyika. Kwa hiyo tunapata kwamba hiyo siki ile ambacho badili inamaanisha kwa kanisa mingi ni baada ya ukombozi. Simbani kwamba maipenyo utakuwa nakuja utarajia kupokea kombozi ama kuombolewa. Kwa kwa tukaona hiku inamaanisha hivyo. Maana inasema kwamba mba kwamba kwamba kwa Obadia moja kumi na saba Sama but upon Mount Zion shall be deliverance and there shall be holiness and the house of Jacob shall possess their possessions kwa ambacho kitakuja kufanyika baadaye, kitakuja kutokea katika kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, kitendo ambacho na speak kitatendeka. Inamaanisha kwamba peleta kuangalia sana kuangalia peleta, inasema inaangalia kuhusu escape remnant ama escape. Kwa hivyo inaangalia watu, inaangalia watu ambao wamepushwa, ma watu ambao wamepushwa ama kitu ambacho kimepushwa. Peleta ni p e l e p e l e y t a h. Kwa hivyo ndio neno hiyo kuokoka kama delivery kwa Ingereza mbacho inamaanisha kwamba manisha kwamba, ama watu ambao wameepushwa ama kikunda ambacho kimeshaepushwa tayari. Kwa hiyo baadaye kimanisha kwamba katika mlima Sauni kutoka kwa ni watu ambao wameshaepushwa ama watu ambao wameshaokoka. kuteni sina yaani, kuna namna inaonyesha, naona Kiswahili inasema kutakuwako na watu ambao wame, sasa inasema watakuwa, watakuwako watu ni watakuwako wenye kuokoka, lakini King James inasema uh, shall be delivered. Yeah, sasa sipo angalia kwamba mnamona, kwa kirinasema naongelea kitu ambacho shatendeka ni escape. Kuna neno escape, escape, kwa hivyo inaongelea watu ambao kutakuwa ni watu ambao wameshaepushwa watu ambao wamekwenda ambacho kime

bali ninyi mmefikiria mlima Sauni na mwicho wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi, mkutano mkuu wa kanisa la serua wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu

na kuna baadhi kimesha kokoka kwa hivyo, kanisani kanisani si mahali kwamba anakuja kutarajia kuongoza matarajio, anakuja kutarajia kutarajia ku pokea ku ku, ku ku, ku ukombozi kwa kama vile siku hizi vile kombozi nyingi zinafanyika inafanywa kanisani, napata kwamba haiendani na maandiko. Kwa hivyo, naambia kuna kuja fanywa ukombozi kutoka laana za ukoo kwa madahadi ya matabahu. Kwa hivyo, napata ni kinyume na maandiko

wanakombolewa ndo wanakombolewa hadi Sion, sio kwamba hadi Sion, sio kwamba wanakuja Sion ndo wakombolewe, wanakombolewa ndo ingia katika Sion. Kwa hiyo unapata Sion inabeba watu ambao wame wameshakombolewa, watu ambao wameshaepushwa, sio kwamba inabeba watu ambao wanatarajia kukombolewa, ama natarajia ku kuepushwa. Kwa hivyo tukoona pia hiyo peleta imejigaa kwa pia beleta,